Kule Boston nchini Marekani, pamefanyika mbio za marathon ama Boston Marathon ambazo hizi ni marathon maarufu sana duniani ambapo kuna za wanaume, wanawake pamoja na za walemavu. Sasa katika mbio um, za wanaume Mkenya John Koirir ameshinda kwa kutumia masaa mawili dakika 4 na sekunde 45, halafu katika nafasi ya pili Mtanzania Alphonce Simbu amekamata nafasi hiyo kwa kutumia masaa mawili dakika 5 na sekunde 4 na nafasi ya tatu imekamatwa na Sibrian Kotut, Mkenya pia ametumia masaa mawili dakika 5 na sekunde 54. Kwa upande wa wanawake ameshinda Mkenya ambaye anaitwa Sharon Lokedi, ametumia masaa mawili dakika 17 sekunde 22. Wa pili ni Mkenya vile vile, Helen Obiri, ametumia masaa mawili dakika 17 na sekunde 41, alafu watatu ni Ethiopia. Kwa hiyo Tanzania katika mashindano ya mwaka huu tumefanya jambo kubwa sana kwa uh, Alphonce Simbu kukamata nafasi ya pili na kwa ushindi wake uh, Alphonce Simbu anajinyakulia kitita cha dola za Kimarekani elfu sabini na tano